Je, wajua Assalamu uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, mm, alaikum. Kipindi ni juza ni kujuze njoo, tujuzane. Je, wajua ni ndugu yako Sale Al-Harusi hapa nyuma ya kamera, uko na Omari Shehoza, daktari wa nyoyo. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, share video hii ikiisha kwa kila umpendaye. Swali tunalokwenda nalo mtaani leo hii ni swali ninauliza hivi. Uislamu una nguzo ngapi na Ramadhani ni nguzo ya ngapi katika nguzo zizo za Uislamu? Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakwenda kuuliza swali hili kwa wadau mbalimbali tujue, je wanajua juza nikujuze, njoo tujizane, twende kitaa ifuate, njoo hapa. Nataka nianze hapa na ndugu zangu hapa wawili watatu hapa tulizane swali hili katika kielimu hapa. Kuna mashekhe hapa, kuna shekhe huyu hapa huyu. Asalamu alaykum. Na Salum. Salum, maswali swali haya mawili, swali langu la kwanza, Uislamu <laughs> <laughs> tano. Tano. Kaka Salum, kacheke, Samu, na nguzo gani. Swali langu la pili, hii nguzo ya Ramadhani ni nguzo yangapi katika nguzo za Uislamu? Mtihani kidogo, shee. Si wengine hatujapitia sana madrasa. Lakini usema nguzo tano. Eh. Je, unaweza kunitajia hizo nguzo tano? Sio lazima kwa mpangilio. <laughs> Shee, mtihani kidogo. Nitajia basi japo mbili. Japo mbili. Eh. Hapo nimekwama. Kaka Salwa amekwama. Nataka nende nikamuulize mzee wangu hapa sasa. Nataka nimuulize mzee wangu hapa. Mzee wangu hataki. Salmani Chatinda. Chatinda, baba swali langu linasema hivi. Uislamu una nguzo ngapi? Una nguzo tano. Nguzo tano. Ramadhani ni nguzo ya ngapi katika Uislamu? Je, unaweza nitajia swali zima kwa mpangilio, zile nguzo za kwenye Uislamu? Nguzo kwanza i Baba swali letu ni nguzo za Uislamu ni ngapi, na Uislamu ni nguzo ya ngapi, na Ramadhani ni nguzo ya ngapi katika nguzo za Uislamu? Juza nikujuze, njoo tujuzane. Asante. Nifuate bado siyamaliza na maswali kadhaa hapa nataka nifuate wadau wanaangalia mpira. Naona wana wanaangalia mpira hapa. Sasa nataka tukaulizane maswali mawili matatu. Eh, bwana, bwana kule uwanjani ukimulika unamuona refa, refa alikapiga kanzu. Ndio la Ramadhani bwana. Refa alikapiga kanzu. Salamu alaikum. Waalaikumsalam. Kidhali. Salama. Naitwa Salim Ndoranshi. Naitwa Hassan Juma, mashaallah mimi wewe ndo nakutaka Bwana Hasan, nina swali mawili takanikuuliza swali langu la kwanza, Uislamu na nguzo ngapi? Tano. Tano, mashallah. Ramadhani, Ramadhani nguzo ya ngapi kwenye Uislamu? Sifahamu kwa kweli, fahamu kwa kweli. Eh, ni kwa mtihani ne kwa mtihani kidogo kujua Ramadhani ni nguzo ngapi kwenye Uislamu. Okay, basi nitajie hizi nguzo za Uislamu kwa mpangilio, na pengine uende ukakumbuka Ramadhani ni ngapi. Uh, siwezi kuzimaliza zote ila nguzo ya wa kwanza ni kumcha kumcha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu. Nguzo ya pili zaka zaka. Nguzo ya tatu kuhiji Maka, kuhiji uhiji Maka. Nimeishi hapo kwa kumcha Mungu, swala. E, swala, na umemaanisha swala. Allah, kubarik sana inshallah. Usiache kutembelea kwenye madarasa ya mashekhe, utapata chochote kitu. Shekhi, asante sana. Io hapa kuna wadau mbalimbali, bwana kuna mdau pale ameniita, kuna mdau ameniita. Mimi ndo napenda kama hivyo wadau, akiwa ananiita. Huyu bwana ameniita hapa, ameniita hapa, namfuata huku kwa kishindo kabisa. Asalamu alaykum. Mimi nina maswali mawili nataka nikuulize. Uliza, sure. Swali langu la kwanza, Uislamu una nguzo ngapi? Tano. Masha Allah. Bwana kajibu kwa confidence kabisa. Swali langu la pili, Ramadhani ni nguzo ya ngapi katika nguzo za Uislamu. Ah, Ramadhani kumbukumbu zangu kama nguzo ya nne. Nguzo ya nne. Kumbukumbu zako kama nguzo ya nne. Hem. Hmm. Tu zitaje ya kwanza mpaka ya nne, tuone tutafikia wenyewe Ramadhani. Ah, hapo pagumu. Sheikh wewe umekumbuka Ramadhani ni nguzo ya nne na Uislamu na nguzo tano kwa mujibu wa maswali yangu umepatia Sheikh. Mm-hmm. Lakini hebu nitajie nguzo mbili za mwanzo. Nguzo mbili za mwanzo. Ah madrasa kitambo sio? Uliishia juzu ngapi? Juzu kama nne. Juzu ya nne. Somee sura yoyote ile Sheikh. Yoyote ile unayojua wewe. Kul auzu birabbinnas najua. Kul auzu birabbinnas, yani some.

Allah ufanye swali ni juza juza, ni kujuze, njo tujizane, ndo kipindi swali. Ni Uislamu una nguzo ngapi, na Ramadhani ni nguzo ya ngapi katika nguzo hizo za Uislamu pezetu.